Na vipawa, watu wana karama ndani ya kanisa. Wengine ni wanaimba, wengine ni waimbaji wa nyimbo wa za Injili, wengine naoza kutenda miujiza, sio wachungaji, sio manabii, ila Mungu tu ametayari, ameshaweka ndani yao kwamba mtu huyu ana kitu chake cha muhimu na karama yake ipo, ipo, ipo. Sasa huduma hizi tano zimewekwa mahususi kwa ajili ya kukamilisha kazi ya huduma, kazi ya kanisa, kujenga mwili wa Kristo ambayo ni mimi na wewe, akatoa akatoa wachungaji, wainjilisti, waalimu, manabii. Kuna makanisa yaliyoanzishwa na manabii na kuna makanisa yaliyoanzishwa na mitume, wachungaji wa ivyo hivyo na wainjilisti, lakini mwenye maono atakuwa ni nani? Mwenye maono ni yule ambaye ameanzisha ile huduma, yule ndio senior ambayo yuko pale, yule ndio wa kusikilizwa. Inawezekana ni mchungaji inawezekana ni apostol mtume, au inawezekana ni prophet labda nabii, au mwalimu. Kwa nasema kwamba lakini mwalimu anafungua makanisa, siku utakapopata moto, utaona moto wake ulivyo. Mtume anafungua kanisa, yaani ile jengo yanlejenguma, anawito huruma, anafungua kanisa, lakini kazi zao haziwezi kuwa sawa, ni kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. Lakini katika yule yule ambaye ni nabii, huwezi kuwa nabii alafu discriminate pre au kawaweka chini wachungaji, utakuwa na wazimu ukiwa nabii kama kichwa autopya. Ndo, ndo mwenye maono, lazima utazalisha, lazima utazaa. Kila aliyemwamini Yesu Kristo lazima azae ene Yesu asifiwe. Kila aliyemwamini Yesu mwenyewe alisema, ukiniamini mimi, ukiniamini mimi utafanya kazi kubwa kuliko zile nilizozitenda. Lazima uzae mchungaji, lazima uzae mwinjilisti, mitume na manabii wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana, tunaelewana, tunaelewana. Kwa hiyo mwenye kipaumbele ni yule mwenye maono, lakini kazi zao zinakuwa tofauti, huduma zao kidogo zinakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe, eh lazima